Kwa nini atafikia tu kin uh, upande wa mashariki akose kufikia Kinshasa, ambako kunakuwa mainstitution zote, kunakuwa rais mwingine na mambo mengine yote ili ndio nakuwa mji mkuu wa Kongo? Kwa nini ataanzia huku nini, nini linamleta kwa kufikia Bukavu, kwa kufikia Goma, kwa kufikia sijuu wapi nini? Kabisa lengo litamleta atademea, watapita wapi, njia gani, na wana malengo gani? Kwa nini Kabila amechagua kutokea mjini Goma, eneo la waasi? Inamaanisha ile kauli ambayo Rais Felix Tshisekedi alisema kwamba anawaunga waasi wa M23

hiyo ndo tunataka kukamilisha kwamba inaweza kuwa ni ile na si Rais Felix Tshisekedi tu. Kuna wadadisi wengine wa mambo ambao walikuwa wanashakia sana kwamba kwa sababu uh, alipojitokeza kwenye magazeti na kwenye vyombo vya habari huko uh, Afrika, Afrika ya kusini alisema kwamba yeye uh, si kabisa chanzo cha mizozo ya Congo, lakini leo sasa kusema kwamba atajitokezea Goma, tunajiuliza kwanza atapita wapi? Kwa sababu hakuna ndege ambayo inatua, inatua Goma, atapita Kigali, na jana alikuwa nagombana na Kigali. Wali, wakati alikuwa ngali kwenye madaraka ile inaonyesha kwamba anakuwa na mkono ambao unaonekana waziwazi, unatoka kwenye mfuko unaingia kwenye kwenye mzigo, na inaonekana kwamba anakuwa na macho mbili wala licho moja kwenye uvamizi wa Kongo. Leo labda kwa mtazamo wako, mbona amerejea wakati huu? Ndio tunajiuliza kwa nini amerejea wakati huu, kwa sababu naona kuna mazungumzo ambayo yataanza, yameanza huko Doha eh, na wamemchagua mwingine ambaye ataendelesha mazungumzo kisha kukataa kwa bwana Lorenzo kwamba yeye hataendelea na mazungumzo, wamemteua mwingine. Labda anakuja kuwasaidia na mawazo mengine na kujionyesha kinaga ubaga kwamba eh, ninakuwa mwenyeji wa hiki kitu na hakuna kitu ambacho kinaweza kuendelea kufanyika na mimi siko kama eh, mwenyeji kama yule ambaye nimekipanga tangu siku nyingi. Na sisi kweli kabisa inatuvunja moyo kusikia kwamba rais ambaye ametoka madarakani jana, kumbe inaonekana kabisa kwamba ni yeye ndiye alikuwa anawapatia hawa watu mbinu zote za kuanzisha vita na kuendelea kumwanga dam wa wakongomani mashariki ya Kongo. Nam chama cha PPRD ambacho ni chama chake Kabila kimekataa mashauriano ya kisiasa na chama cha rais Felix Tshisekedi. Nini pendekezo mbadala? Tuna tena haja ya vita? Damu imeshamwagika sana, tuko na shida ya amani. Ikiwa ni mazungumzo ilete amani, wakongomani watapendezwa, lakini tusizungumze na yule ambaye ametoka Rwanda kuja kutuvamia. Watazungumza na wakongomani wa ndani ambao wanakua kwenye huu uvamizi. Na umoja ameshaonekana ni bwana Kabila, hana tena haja ya kukatala mazungumzo, aenda azungumze, kwa sababu kinaga ubaga ameshaonekana kwamba anakuwa na mkono ndani ya haya ambayo yanafanyika mashariki ya Kongo. Ni kushukuru sana bwana Andrew Bia Dunia kwa mchango wako jioni ya leo. Ni mimi nakushukuru sana, asante.